Ameniokoa, ameniokoa ni nani? Emanueli ameniokoa. Kanisa ni nguzo muhimu ya maisha ya kiroho, kijamii, lakini hata kiuchumi. Kupitia kanisa tunajifunza misingi ya upendo, mshikamano, uadilifu na ujenzi wa taifa letu. Ujenzi wa kanisa si kwa ajili ya kizazi cha leo pekee bali ni urithi wa vizazi vijavyo. Tunaposhiriki katika harambee hii tunakuwa sehemu ya historia ya imani na mshikamano wa Kikristo. Mtume Paulo katika Wakorintho wa Pili mstari wa tisa anasema kila mtu na atoe kadiri alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si lazima maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Hivyo basi, kila mchango mdogo, kila mchango mkubwa una thamani kubwa sana sana mbele za Mungu. Waumini wote mliofika hapa leo kutoka madhehebu mbalimbali ndani ya wilaya ya Iramba na karibu mikoa yote nchini mlioalikwa na kufika hapa leo, na hata wale ambao pengine hawakuweza kufika kwa sababu mbalimbali, lakini wametuma wawakilishi. Leo tuna jambo moja tu kubwa ambalo liko mbele yetu, ni kuhusu harambee ya ujenzi wa kanisa letu jipya kabisa na la kisasa sana katika kanisa hili la KKT usharika wa St George katika wilaya yetu ya Iramba, kwenye mji wetu wa Kiomboi na kwenye eneo hili la mtaa wa Lulumba, na nafarijika leo kutangaza mbele yenu kiasi cha fedha ambacho tumekipata siku ya leo. Tulikuwa na malengo ya kukusanya shilingi milioni 162 na, na laki moja na elfu 30 kwa ajili ya awamu ya pili ya ujenzi kumwaga slab. Mbele yenu, kwa niaba yenu, naomba kuwatangazia fedha ambazo tumezipata. Kwanza zile za mgeni rasmi, marafiki, ndugu, jamaa, wanafunzi wenzangu shule ya msingi Kiomboi Bomani ambao wameniunga mkono. Jumla ya fedha ambazo tumezipata ahadi kwa mgeni rasmi tumepata shilingi laki tatu. Kini cash. Zile ambazo nilikuwa naomba watu wanichangie mifuko ya saruji cash hapa, za mgeni rasmi watu walizonichangia ndugu jamaa na marafiki, milioni moja laki saba elfu ishirini na tano na mia mbili. Piga makofi tafadhali, nipigieni makofi kwa sababu nyinyi ndio mmenichangia na Mungu wa mbinguni aendelee kuwabariki sana, lakini tumepata mifuko ambayo imetolewa cash. E, mifuko kumi ambayo jumla yake ni shilingi laki mbili na elfu kumi. Fedha ambayo watu wamemchangia mgeni rasmi ni shilingi milioni mbili laki mbili thelathini na tano elfu. Basi na mimi ndugu zangu, kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa kanisa letu, cash hapa sasa hivi itatoa shilingi milioni moja na laki sita, kwa hiyo jumla kwa upande sasa wa mgeni rasmi nilizochangiwa na hizi za kwangu jumla tutakuwa tumechangia kesh milioni tatu, laki nane, na thelathini na tano elfu. Kwanza ahadi kwa ujumla wake tumepata shilingi milioni nne na elfu kumi. Kesh ambayo imetolewa hapa leo tumepata shilingi milioni nne laki nne, na elfu saba. Fedha ambayo imewekwa Bank, nayo ni keshi, si ndio? Kwa sababu ipo tayari tunayo. Ambayo imewekwa benki ni shilingi milioni 75 kwa jumla ambayo tumeipata ni milioni themanini na tatu laki nne na kumi na saba elfu. Sasa tunajumlisha na shilingi milioni moja na laki sita, sawa eh? kwa jumla tuliyopata kwenye harambe ya siku ya leo kwa ajili ya ujenzi wa kanisa letu ndugu zangu viongozi wa kanisa lakini vile vile washarika wenzangu, naomba kutangaza kwenu tumepata milioni 85 na elfu 17.